Mimi ndio msemaji wa Dar City, mm -hmm, lakini nina kofia nyingine ya kiongozi. Kwa hiyo hakuna chochote kilichoharibika, we good, tuko vizuri. Uh, game leo unategemea nini? Dar City impige mtu kama imemzaa <laughs> mtu leo atapigwa kama ng'ombe hapa, humo ndani, ndio ninachokitegemea, hakuna kingine so. Dar City ni timu kubwa, ni timu ambayo, uh, ina nafasi ya kuiwakilisha Tanzania kimataifa na sisi kama Watanzania lazima tuishike Dar City, tuipush Dar City, tuhakikishe Dar City inapata nafasi kubwa kwenye game za kimataifa ili nchi yetu izidi kutangazika sawasawa. na hili jambo kwa ujumla ambalo kwa... mzenji amelifanya, unalionaje? Mzenji ni mwekezaji mkubwa katika nchi yetu ya Tanzania, hasa kwenye mchezo wa basketball. Ameshindikana, amna mtu anamweza mzenji kwenye kuwekeza, na sisi wote tunamsupport kwa sababu we know kwamba Uh, ni mmoja kati ya wawekezaji wakubwa kubwa hmm, ambaye ameifanya basketball imekuwa katika nchi yetu ya Tanzania.